Karibuni, katika darasa za mali Maalim Abalhasan Jumari, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Ikiwa tunaingia katika jambo muhimu la kuhusu madini machimbo, watu wengi wamekuwa wakitaabika kwa muda mrefu, na kuna wale ambao wamefanya uvumilivu na wakapata mali, walivyopata mali, walivyoenda kuuza ikawa wameuza kwa bei za hasara, au wakawa wameuza kwa bei ya juu, lakini zile mali hawakunufaika nazo. Kwa hiyo katika jambo muhimu la kuangalia, ni kuangalia umeipata hiyo mali yako, yani umekabidhiwa muda gani. Kariri muda. Alafu kingine, kabla ya kwenda kuuza, lazima uulize mtaalamu alikuwa anayejua masala hayo, ili akwambie itakuwa imeendana ule muda ule chukua au ule ukabidhiwa mali yako na ule muda utakaokwenda kuuza. Ili mali utakayoipata isije ikakupotea. Wengi wanakuwa wanauza mali zao nyingi, lakini hakuna wanachokitumia chochote, na inakuwa inawapelekea kufilisika. Unakuta mtu anahangaika miaka yote anahangaika, alipata anaendelea kuvumilia nitapata, nitapata hali ya kuwa. Kwa hiyo katika uchimbaji wa madini na kuweza kufikia madini, kwa hiyo kunahitajika mbinu nyingi na utaalamu mkubwa ambao hautopelekea madhara, maana tumezoea kusikia watu wanapelekana huko wanadhuru wenzao eh, na mambo kama hayo, lakini utaratibu huu hauna madhara kwa mtu yoyote au kwa jamii yoyote. Ni mambo yanayofanyika kwa ajili yako. Karibuni sana.